Kwa tukio na kwa haya matukio ambayo yanaendelea na umuhusu Mwijaku, inaonekana pia Mwijaku ni moja kati ya watu ambao wana ushawishi mkubwa sana kwenye sanaa ya muziki, lakini pia sehemu nyingi sana ambazo zinahusiana na sinema so. Lakini pia Mwijaku anatajwa kuwa ni shabiki mkubwa mkubwa wa Harmonize, lakini pia hata Alikiba pia anamshabikia, lakini pia ni moja kati ya watu ambao pia wanakosoa makosa ambayo yanatokea yanatokea kwenye muziki, lakini pia wasanii wakileta miayusho, basi Mwijaku ni moja kati ya watu ambao enda fronti na kukosoa vitu vikali, nini namna ya kutweet mziki, namna ya kuelewe ya kuelewesha watu kufanya namna ya mziki uende kimataifa zaidi. Sasa uh, leo hii pia Jaymelody the reels imepost kwenye IG yake ya Instagram uh, caption ambayo inamlenga Mwijaku, lakini pia tunafahamu kwamba Mwijaku amekuwa na mwendelezo pia wa kutoa respect wasanii wachanga au wasanii ambao wanakuja kwenye game lakini pia hata mabraa ambao umetangulia, so kama unamfuatiliaga Mwijaku bana ni moja ya watu ambao pia akiukuta sehemu, kama una mshipa wa aibu, basi inabidi ujipange, maana anaweza kaongea kitu chochote ambacho kwa kina, kinaweza akakisaidi kwamba ni kitu ambacho kiko freshi, lakini kwa upande mmoja ama mwingine inaweza kakuletea matatizo sana. Lakini kuna baadhi ya wasanii ambao wamemzoea, lakini kuna wengine ambao wanajifunza kumzoea, lakini bado uh, uh, kwa sababu ni ngumu sana kuzoeleka. Nakumbuka kuna interview moja Harmonize alisha kuzungumza kwamba a uh, ilichukua muda gani kumzoea Mwijaku namna ya tabia yake ambavyo alivyo dai Bwana Munazi alicheka ili, akasema bwana, uh, Mwijaku ilichukua muda sana kumuelewa kwamba utafutaji wake wa ugali upoje, lakini kadri ya siku nilizidi kumuelewa, oh, na nikajua kwamba huu ni njia kutafuta ugali. Kwa hiyo hana shida yoyote, ni mtu mzuri tu. Sasa kwa wasanii wachanga inakuwa ni ngumu sana kumzoea uh, Mwijaku DC. Mwijaku leo hii uh, The Real Jaymelody ameposti ujumbe mkali sana kwa kumtishia aa, na kumpelekea kabisa ujumbe na kumlenga kabisa Mwijaku. Ujumbe huu nitausoma kama ifuatavyo. Kwa sababu dalali Jay Melody amekuwa ni msanii ambaye ni mpole, hana maneno na mtu akaona kwa hapa tulipofikia bwana Mwijaku bana, tunaweza tukazinguana bwana, kwa sababu misija kuvunjia heshima, respect zipo za kutosha sana. Na ukiangalia pia Jay Melody ni msanii ambaye pia anatajwa kwamba ni msanii ambaye kapoa, anafanya mziki wake. Sasa Jaymelody, leo hii imeposti kwenye ukurasa wake wa Instagram IG, Insta story, imeandika maneno haya hapa, mimi nakusomea kama yafuatavyo, anakuambia usela, ukizidi sana ndugu yangu utakwenda jela. Kila wakati unaleta miayusho na kipala chako watu wanaku ua... <coughs> Anakwambia usela, ukizidi sana ndugu yangu, utakwenda jela. Kila wakati unaleta mieyusho na kipala chako watu wanakausha, kwa sababu wanakuona kama chizi, lakini uh, na naku, nakuapia kuna siku utayakanyaga, alafu Uta, uta, utajutia sana, akanyosha kidole cha emoji hasa maneno haya moja kwa moja, kwa sababu watu wameunganisha dote wakasema huyu ni Mwijaku, kwa sababu mtu ambaye analetaga miisho kwa wasanii wasanii wadogo wadogo ambao wanakuja mwenye kipala huyu ni Mwijaku huyu. So hii imezua gumzo sana, kuona kitu gani ambacho imefanyiawa Jaymelody pamoja na Mwijaku, au Mwijaku kamfanyia nini Jaymelody? Na tunafahamu kwamba kipindi cha nyuma pia kuna moja kati ya a uh, vitu ambavyo bilishia kuizungumza Mwijaku baada ya uh, ngoma mapozi ambayo Jay Melody alishirikishwa na msanii Diamond Platnumz. So uh, Diamond Platnumz ni miongoni mwa watu ambao wanasemwa sana, of course yeye kazoea kusemwa na anajua namna ya game ambavyo linaenda, lakini uh, Mwijaku alitoka mbele na kusema bana, yoyote ambaye atakayefanya kazi na uh, msanii Diamond Platnumz ajipange kushuka kimuziki au ku drop kabisa, kwa sababu inasemekana msanii Diamond Platnumz anatumia nguvu za kishirikina kwa wale ambao wanafanya mziki mzuri, basi anawaita wanawashirikisha ili wasisikike sana. Mwijaku akawa anatoa waraka wake na anatoa evidence na anataja watu kibao ambao ulishawahi kufanya kazi na msanii Diamond Platnumz na, na wajasikika mpaka sasa hivi, na akam akamsema pia akamzungumzia pia Jay Melody akamwambia kipaji chako ni kikubwa, kwa hiyo ukipata ruksa, kama umepata nafasi kama hiyo, na kujutia sana kwa sababu kipaji chako kinaenda kuharibika ukifanya kazi yoyote na msanii Diamond Platnumz, kipaji chako ah, kina lazima kidrop tu so haya ni maneno ambayo pia kipindi cha nyuma ilishai kumkataga pia Jay Melody akakausha pia. Aa, uh, na of course baada ya kufanya ngoma mapozi remix, Jay Melody katikati hajafanya mziki, akatulia akakaa kimya ko ile, ile, ule wakati wa, ulivokaa uli, uli kimya, basi Mwijaku ndo akapata headline, akaamini kwamba kitu ambacho alikizungumza maybe kimeshatimia kwa sababu ulishai kumwambia pia Jay Melody, unavyofanya remix na msanii Diamond Platnumz au unavyofanya kolabo na msanii Diamond Platnumz fulani ujipange, huyu jamani mchawi sana, ana nguvu za kishirikina, unaweza ukashuka kimziki, anataka achukue nyota yako na vitu vingine kaa hivyo. so, hao ni mambo mengi sana ambayo iliyafanya Mwijaku, kipindi akiwa na mdauti na Jay Melody, baada ya kufanya kazi na Diamond Platnumz, yeah. Urahisi la mda, lile bifu la nyuma ambalo Jay Melody alishakuambiwaga na Mwijaku ndo hili ambalo Ebeli Kati hapa amelizungumza kwa makini sana, au kuna, kuna issues zingine ambazo zimeendelea thumping ambazo wengi wazifahamu kwa sababu hatujaona kitu chochote hapa Mwijaku ambacho amekifanya kwa, kwa msanii, Jay Melody maybe kumkashfu uh, kwenye mziki wake au kumsema vibaya kwenye mziki wake mpaka tuamini kwamba um, uh, Jay Melody labda maybe ka mind kitu ambacho amekizungumza Mwijaku before ya hii posti ambayo umeiona. So mimi mwenyewe najiuliza kama wewe ambavyo unajiuliza Je, yeah, kuna vitu vingine behind it. Maybe mapenzi. Unajua, pia unaweza ukajiuliza, maybe Mwijaku ukaingiliana na Jay Melody kwenye kudeti demu moja au msichana moja, hiyo nayo inaweza ikawa sababu pia, kwa sababu wote ni wanaume, alafu wote wana hisia za kupenda. Mi nahitaji maoni yako naye pia, kama ni issue gani ambayo unahisi Labda Jay Melody uh, imemkata kinoma noma baada ya kuposti posti kama ile ya kumlenga Mwijaku kwa sababu ingekuwa ni issue ya nyuma basi ingeshaisha nyuma sana. Mimi naisikia kuna kitu katikati hapo ambacho hakipo sawa au sio bana. Angusha comment yako hapo chini utakuwa poa sana mwana familia Bongo Plus TV. Hii ni Recap na Riziki bwana. Of course bwana kila siku tunako hapa na tunapiga ma story. Wewe kikubwa tembelea kwenye page zetu za Instagram, Facebook, YouTube, andika Bongo Plus TV utakuta ma Recap kapu ya kijanja kupitia Bongo Plus, nipo hapa Riziki bwana, alibia kitengo Nathan Mao, my brother, shout out to you ambao unatufuatilia kila sehemu, kila wakati, utakuwa wakati mzuri sana kuingia na kugusa notification ambazo zinaendelea, na tunakurecommend na tunakupa sehemu yote ulipo, mchao bando lako, tuona semaje bwana. Ndiyo, sasa mimi nishamaliza time yangu, tukutane next time, second nothing more mounty.